INEC imesema kuwa mtu ambaye ana kitambulisho cha taifa pasi ya kusafiria yani, passport au leseni ya udereva na taarifa zake ikiwemo majina zinafanana na zilizopo katika daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura katika kituo alichojiandikisha. Kura ambaye amepoteza kadi yake na alishajiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura kwa kutumia Aidha, kadi yake ya ya, ya ya NIDA, kitambulisho cha NIDA au pasi ya kusafiria au leseni ya udereva. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi, kama ulijiandikisha na jina lako lipo kwenye orodha ya wapiga kura kwenye kituo husika na bahati mbaya umepoteza kitambulisho cha mpiga kura, fika na kitambulisho kimojawapo kati ya hivyo vilivyotajwa, ambacho kitatumika kama kitambulisho mbadala. Wananchi nao wamekuwa na maoni tofauti juu ya taarifa hii ya INEC, wengi wao wakieleza kufurahishwa, kwani inawapa nafasi ya kupiga kura, hasa wale ambao walikuwa wamepoteza vitambulisho vyao hivi karibuni. Nadhani imewasaidia sana kwa Watanzania wa kwa sababu wanapata nafasi au fursa ya kwenda kuchagua viongozi ambao wanawataka, tofauti na mara ya kwanza, kwa sababu walikuwa wanahitajika kitambulisho kimoja ambacho ndicho kinatumika kuweza kufanya uchaguzi. Mimi binafsi sikubaliani na hilo kwa sababu maana ya kuwa na kitambulisho cha kupigia kura ni kwamba inatutambulisha kwamba ni cha kupigia kura. Maana yake nikitumia leseni kufanya hivyo, hakuna umuhimu wa kile kitambulisho cha kupigia kura. Kwa sababu amesema kama umepoteza kitambulisho, unaruhusiwa kutumia kitambulisho cha NIDA au kitambulisho cha leseni. Tutasaidia kila mtu aweze wa kupiga kura na kila kila Mtanzania ni haki yake kupiga kura. Jumatano ya Oktoba 29 mwaka huu Watanzania wataamua ni viongozi gani wanataka wawaongoze kuanzia kata, jimbo la ubunge na urais. Idi Wesu, Azam News.